Leo soko hili huwezi kusema kwamba lina kiwango cha munisipaliti. Hili ni soko la kijijini, hakijafikia kiwango cha kuwa munisipaliti. Kwenye munisipaliti lazima kuwe na vyoo, kuwe na huduma mbalimbali, kuwe na kuna mambo lazima yawepo, ndo hii itimie, itwe munisipaliti. Haijatimia, tumepeana tu, ndio ukweli. Moja, msisitizo mkubwa tuliotoa ni katika kujenga kuimarisha serikali za mitaa. Huu ndio msisitizo wetu mkubwa, kwa sababu tukiziimarisha, hili ndio zitakuja kuimarisha hili soko. Leo halmashauri zinakwenda lakini zinategemea zikukamue wewe ndio ziende. Sasa katika kukamua, ziko zitakazokuja hapa, zipo ambazo sisi katika utaratibu wetu tunajua kwamba tuna kasoro ya msingi katika halmashauri, nayo ni kwamba halmashauri kwa kawaida zinatakiwa ziwe na uhakika wa kupata fedha na zisimamiwe katika hiyo mipango ambayo watakubaliana na serikali.